Wanastudio Benjamin Mkapa inaingiza mashabiki elfu sitini. Wana Simba wa hapa studio tu, akiamua wenyewe, kila mmoja akaamua kununua tiketi hapa studio, sokoni tu, Benjamin Mkapa inaja studio peke yake, bila watu kutoka Magomeni, kutoka Chanika wala kutoka Mbezi wala kutoka Magala. Tuwahitaji watu wasturio peke yake, wakiamua wanaujaza uwanja Benjamin Mkapa. Na siku hiyo ya tarehe 23 tunatakiwa kuijaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Sisi Simba Sports tumechagua kubaki Benjamin Mkapa, nadhani wote nyie ni mashahidi, namna gani watu wanaugwaya wanja Benjamin Mkapa, namna gani watu wanauogopa wanja Benjamin Mkapa, namna gani watu wameushindwa wanja Benjamin Mkapa, namna gani watu hawauwezi Benjamin Mkapa, namna gani watu wanapwaya Benjamin Mkapa. Lakini sisi tumesema piga ua, tunabaki Benjamin Mkapa na jeuri ya sisi kubaki Benjamin Mkapa uwanja mkubwa jeuri hii tunaipata kutoka kwenu ninyi mashabiki wa Simba tuna imani na tunaamini tukiwaita mnakuja elfu sitini na ndiyo maana tukasema sisi hatuendi kwenye kiwanja cha watu elfu kumi na mbili tunabaki hapa hapa Benjamin Mkapa kwenye kiwanja cha watu elfu sitini kwa sababu watu hao elfu sitini, Simba Sports Club tunao na tunawahitaji wahitaji tarehe 23. Benjamin Mkapa sio ya kila mtu. Benjamin Mkapa sio ya kila timu ya Tanzania. Benjamin Mkapa ni uwanja wa Simba Sports Club, na ndio maana hatuhami, na ndio maana tunasema ya kwamba tarehe ishirini na tatu mechi yetu ni Benjamin Mkapa. Kama uwanja wa Benjamin Mkapa hauna shida yoyote, sisi hatuwezi kwenda kucheza uwanja wowote ule zaidi ya Benjamin Mkapa, na tunabaki hapo kwa sababu ya wingi wa mashabiki tuliokuwa nao. Sababu pekee itakaotuhamisha Benjamin Mkapa ni uwanja ule ufungwe na serikali, lakini kama uwanja huko wazi sisi tunatakiwa kubaki Benjamin Mkapa kama ambavyo tunabaki Benjamin Mkapa tarehe ishirini na tatu, na tunabaki Benjamin Mkapa kwa sababu yenu ninyi mashabiki. Tunaamini mpo wengi na wote mnastahili kuja Benjamin Mkapa, na ndiyo maana tumechagua, na ndiyo maana tumebaki Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni chumba cha baba halali mtoto, ndio maana watoto wote wamekwenda Zanzibar, baada nabasi aa Mkapa ni chumba cha nani? Ni chumba cha baba na sisi ndio baba wenyewe. Tumebaki chumbani kwetu, watoto wamekwenda Amani. Baba hakimbii chumba chake, ila mtoto anakwenda kulala chumba cha cha watoto ama chumba cha wageni huko. Sisi tumebaki nyumbani kwetu, tumebaki chumbani kwetu Benjamin Mkapa. Sisi kipaumbele chetu na hiki kila mtu atambue, sisi kipaumbele chetu hasa kwenye michuano ya kimataifa ni kucheza Benjamin Mkapa. Sehemu nyingine yoyote tukienda kucheza hasa michuano ya kimataifa tunakwenda kishinga upande, lakini sisi kipaumbele chetu namba moja ni Benjamin Mkapa. Kama Benjamin Mkapa haina changamoto yoyote, sisi tunatakiwa kucheza Benjamin Mkapa, sababu sisi ni timu kubwa, timu yenye hadhi kubwa, timu ya viwango vya juu, timu yenye mashabiki wengi, timu ya watu wa kujidai. Tunatakiwa tukajidai Benjamin Mkapa, ndugu zangu, wana Simba. Bila shaka mengi nimezungumza kuelekea katika mchezo huu, na maandalizi rasmi sasa yanaanza hii leo. Niwakaribishe wale wote ambao wanahitaji kushiriki nasi katika hamasa. Tutakuwa na usafiri wa kutosha, tutazunguka wote kwa pamoja katika maeneo yote ambayo tumeyataja, na kila mmoja atastarehe kwelikweli katika hamasa zetu. Nisahau kitu kimoja, tukitoka vikindu kufunga hamasa N nasikiza kwa makini sikosei, tunarudi mbagala wakali, kwanza wa kwanza sisi kwenda kupata chakula, ametuandalia ame, ame chakula siku hiyo kwa watu wote wa mbagala wanakaribishwa. Waje wale chakula cha bure. Ndugu zangu, ni baada ya kusema hayo, zoezi la uuzaji wa tiketi rasmi limeanza leo na tiketi zinapatikana katika vituo mbalimbali ambavyo takwenda kuvitangaza muda si mrefu kuanzia sasa. Lakini kwa wale wa hapa Temeke Studio, tiketi zipo hapa hapa, atakayehitaji mwuzaji yuko. Yuko hapo nyuma anunue tiketi yake, na mtu wa kwanza kununua tiketi ya mechi yetu ya tarehe ishirini na tatu ni meneja wa soko la studio. Meneja simama ukanunue tiketi <coughs> <coughs> mzee. Ni meneja tiketi hapo. Jezi mpya za kimataifa zinataraji kuzinduliwa siku ya Alhamis. Itakuwa juma ngapi hiyo? Jezi mpya za kimataifa zinataraji kuzinduliwa siku ya Alhamis ya tarehe ishirini na, baada ya kuzinduliwa, wauzaji na maduka yote yatakuwa na bidhaa mikononi mwao, kwa sababu tayari wameshaanza kuweka oda hivi sasa. Na yeyote ambaye anahitaji kununua jezi, kama sio kama hauna duka lakini tawi lenu mnataka kununua jezi kwa pamoja kwa, kwa bei ya jumla ya shilingi elfu thelathini na tano mnaruhusiwa kujikusanya kwa idadi yenu mtakayojipata, kisha mtapiga simu kwenye namba husika mtaweka oda, mtalipia, na jezi zikitoka mnachukua jezi zenu, na nyinyi mnaanza kuvaa jezi mpya za kimataifa za Simba Sports Club. Tangazo langu la mwisho, kama sijaruhusu maswali kwa waandishi, kama yapo ni kuhusiana na soko letu hili la hapa studio. Hatuna tawi, haiwezekani soko kubwa kama hili lenye mashabiki wengi wa Simba tukawa hatuna tawi. Kwa meneja ya soko pamoja cho chakulani, Bwana Mjumbe, hakikisha mnawakusanya wana studio hapa, mnaanzisha tawi lenu tuje tulizindue. Ni muhimu hapa kukawa na tawi la Simba, ili tukiwa na shughuli zetu hapa tunawasiliana na uongozi wa soko tunawasiliana na uongozi wa tawi, tunakuja tunafanya shughuli yetu hapa. Mwana Simba anataka kununua matunda na anataka kwa bei ya mselereko, anawasiliana na viongozi wa Simba. Jamani, mimi ni mwana Simba mwenzenu, nataka kuja kununua matunda hapo. Unakuja unauziwa kwa bei ya kuseleleka, sijui tumeelewana hiyo, eh, ndio faida

ni mwendo wa mpira mpira, kuhakikisha ya kwamba wanasimba wananunua tiketi kwa wingi, kuhakikisha ya kwamba wanasimba wanakuja kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya tarehe ishirini na tatu. Asanteni sana.